Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu, kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Uh, kwa heshima na taadhima, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya uzinduzi wa zoezi la ubainishaji watoto na wanafunzi wenye mahitaji maalum kwa jiji la Dodoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua kwamba watoto wenye mahitaji maalum ni watoto wanaohitaji msaada wa kipekee ili waweze kufikia ndoto zao, kama ulivyosikia katika nyimbo zao hapa, lakini pia ili waweze kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa letu lazima tuungane pamoja kuhakikisha tunawabaini popote walipo na kuwapatia fua stahiki Mheshimiwa Mgeni rasmi kupitia mazoezi kama haya tumeongeza idadi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule zetu kutoka 1120 mwaka 2023 mpaka kufikia 2250 mwaka 2025 tunatarajia mwaka kuongeza namba zaidi kwani eh, elimu sasa imeenda kwa wazazi na jamii ya wananchi wa Dodoma. Kwa kweli wanawatoa hawa watoto, sio kama ilivyokuwa zamani. Kwa hivyo, kwa kushirikiana na watendaji wa kata wote pamoja na maafisa elimu kata, watendaji wa mitaa, wenye viti wa mitaa, tutahakikisha tunaongeza idadi ya watoto kadri iwezekanavyo ili waweze kupata huduma stahiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia ubainishaji huu tunapata takwimu sahihi na taarifa za kina zinazotuwezesha kupanga kutekeleza na kufuatilia mipango ya elimu maalum na elimu jumuishi kwa ufanisi zaidi. Hii ni, kwa hatua, ni, hii ni hatua ya kuondoa vikwazo na kuimarisha usawa wa mfumo wetu wa elimu katika jiji la Dodoma. Mheshimiwa mgeni rasmi kwa ajili ya ufanisi wa zoezi la ubainishaji wa watoto wenye mahitaji maalum, serikali kupitia wizara ya elimu, sayansi na teknolojia pamoja na ofisi ya waziri mkuu Tamisemi imeunda timu ya ubainishaji ambayo inajumuisha wataalamu mbalimbali kama vile daktari, afisa ustawi wa jamii, mdhibiti ubora wa shule, afisa elimu maalum na walimu watatu, wataalamu wa elimu maalum ambao leo wapo hapa kwa tayari kwa kuanza zoezi hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, watu hawa walipatiwa mafunzo maalum pale Morogoro, na wamesambazwa mikoa yote ikiwa ni pamoja na hapa kwetu jiji la Dodoma. Kwa hivi tunapita tukiwa na watu ambao wanayo mafunzo mahususi ya zoezi hili la ubainishaji watoto wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi Naomba nitoe wito sasa kwa walimu, wazazi, jamii na wadau wote kushirikiana kwa dhati katika zoezi hili, kwani tukishirikiana ndio tutafanikisha vyema zoezi letu. Ushirikiano wao ni nguzo ya mafanikio ya kazi hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama tutashirikiana, tutahakikisha kuwa kila mtoto anapewa nafasi ya kujifunza, kustawi na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo mahsusi wakati wa kufungua bunge kama mnakumbuka wakati wa hotuba yake alisisitiza ibaki mtoto hata mmoja nyuma kwa sababu ya changamoto zake. Kwa hivi Dodoma jiji tunatekeleza kwa vitendo maelekezo hayo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mtakumbuka pia aliyasisitiza Uh, Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia juzi wakati anagawa vifaa kwa walimu wenye mahitaji maalum pale Wizara ya Elimu. Kwa niaba ya wenzangu, timu ya ubainishaji watoto wenye mahitaji maalum jiji la Dodoma, napenda kuhakikishia kuwa tumejipanga kikamilifu, tutatekeleza jukumu hili kwa weledi, uadilifu na moyo wa kujitolea. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Yeye pasina upendeleo wowote siku zote ameendelea kutupenda na siku ya leo ametupenda zaidi kwa kutujalia kuweza kuishi siku hii na kuweza kushiriki katika tukio hili adhimu. Ninaomba kutoa salamu na udhuru kwa mheshimiwa Alhaji Jabiri Musa Sheikh Mweri, mkuu wa wilaya ya Dodoma ambaye ni kinara pia ni mdau muhimu sana, ni baba yetu, na siku zote huwa hakosi katika shughuli yoyote inayohusu jamii hii. Ni mwanafamilia na ni baba kwetu. Ninaamini mmepokea upendo wake pamoja na salamu zake, na wote mmeridhia niendelee na kumwakilisha katika shughuli hii. Asante. Yameelezwa mengi, tumesikiliza taarifa kutoka kwa afisa elimu anayesimamia kitengo cha elimu maalum. Sisi Dodoma tunajitahidi na tunahakikisha tunatekeleza wajibu wetu. Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imejipambanua vyema, tumewekewa sera, tunazo sheria, tuna taratibu, tuna kanuni, tuna miongozo. Na kama mtakuwa na kumbukumbu njema, tulikuwa katika shule hii hii mwaka jana, wakati tunasherekea siku ya utoaji wa elimu ya watoto wenye utindio wa ubongo ambapo tulizungumza na kuimba sana na kutoa elimu kuhusu nini maana ya elimu jumuishi. Kwa nini serikali imeamua kuweka mkazo kwenye elimu jumuishi? Sisi wote ni Watanzania, sisi wote ni Wanadodoma, sisi ni watoto wa wilaya ya Dodoma. Sisi tumeamua kusimama mbele kuishi kwa vitendo kuhakikisha kwamba elimu jumuishi tunaipa kipaumbele ili mtoto yoyote mwenye mahitaji maalum asibaki nyumbani akashindwa kuishi ndoto zake akabaki kusema kwamba mimi, pengine nisingekuwa hivi, ningeweza kuwa kama mwingine. Sisi tunapokusanyika siku hii ya leo, maana yake tumeamua kusimama mbele kujitoa kuwa mabalozi wema wa elimu jumuishi, kuishi kwa vitendo na kuhakikisha kwamba watu wote ambao wana watoto wenye mahitaji maalum wanatoka, wanatambuliwa, wanabainishwa, tunatambua wako wapi, wana shida ipi, wanahitaji usaidizi upi, ili tuweze kuwaandikisha kwa ajili ya kupata elimu. Na bahati nzuri Jiji la Dodoma tayari na shule ambazo zilikuwa awali zinatoa elimu katika kundi hili maalum, na kwa sasa shule zetu zimewezeshwa kwa kupatiwa wataalamu wenye elimu ya kutoa huduma ya kujifundisha na kufundisha kwa watoto hawa wenye elimu maalum. Taarifa imeelezwa vyema na ndio maana niliacha isomwe kwa upana wake. Mapema Januari mwaka huu tumeshuhudia serikali kupitia wizara husika, Mheshimiwa Adolf Kenda alitoa vitendea kazi kwa walimu wenye uhitaji maalum kwa ajili ya kuweza kutoa mafunzo kwa watoto wetu ambao pia wana mahitaji maalum na watoto wengine ambao wanapata elimu katika shule ambazo wao wanatoa huduma ya kufundisha. Kama sikosei Dodoma tumepokea vitendea kazi kwa walimu kumi na nne na tunaamini huu ni mwanzo tutaendelea kuongeza nguvu kuhakikisha kwamba elimu hii inatolewa na inatolewa kwa ufasaha wake ili tija iliyokusudiwa iweze kufikiwa naomba tuipigie serikali yetu mkono. kutumia fursa hii hadhimu kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada hizi zote ambazo tayari nimezieleza za kuboresha mazingira ya kujifundishia kujifunzia kwa walimu na wanafunzi wenye mahitaji maalum. Amewezesha upatikanaji wa vifaa ambavyo nimevieleza. Pia ameendelea kuhakikisha tunakuwa na sera na miongozo thabiti ya kuhakikisha jambo hilo linaweza kutendeka. Ninaomba kuwasii wale wote ambao tumepokea vifaa hivi, viende vikafanya kazi iliyokusudiwa vifaa hivi viweze kuwanufaisha nyinyi na kuwanufaisha walengwa, na kwa pamoja tuweze kuhakikisha kama tunavyoimba uwajibikaji wangu na tunavyosema silaha ni mkakati na Dodoma ina mkakati wa kuinua ufaulu wa elimu. Tuhakikishe kwamba tunaweza kuendelea kuifanya Dodoma kuwa fahari ya Watanzania. Dodoma, fahari ya wa Watanzania. Dodoma, naomba pia nipende kuwakumbusha maafisa elimu, walimu na wadau, tumeimba kwa pamoja Jitihada yetu ni ya pamoja. Tukiweza kusimama pamoja kama ambavyo nimefurahishwa na uongozi wa kata ya Nkuhungu leo, ninaamini na kata nyingine zikifanya hivi, basi zoezi letu hili litaweza kufanikiwa na kuwa na tija kubwa. Ninatoa maelekezo, na bahati nzuri kaimu mkurugenzi tayari alikuwa amesha yasema hapo awali, ninasisitiza watendaji wa kata, wa mitaa, maafisa elimu wa kata kuwa sehemu ya zoezi hili. Kama ambavyo mmenionyesha leo, nyinyi ni sehemu ya zoezi hili. Ninaomba mjipongeze kwa kujipigia makofi kwa maneno haya machache. Ninayo furaha na shukurani kubwa sana kwa ninyi kunipokea na kuendelea kuiamini ofisi yenu ya mkuu wa wilaya ya Dodoma kwa kuendelea kushiriki pamoja kwenye mazoezi haya na mengineyo yote, kwani sisi ni wadau wa elimu jumuishi na tunaiishi kweli kweli. Nikisema kwa pamoja, tunasema tunaweza kuifanikisha elimu jumuishi, kwa pamoja tunaweza kuifanikisha elimu jumuishi. Na watoto wetu wameimba vyema pale na tukawapigia makofi, yaani tunajaribu kuwaambia kwa kila nyanja, kwa nyimbo, kwa maigizo, kwa kufika. Tutapita na PA tutaenda hadi nyumbani kwenu mpaka tuweze kuhakikisha huu jumuishi unafanyaje, unafanikiwa. Basi leo tarehe ishirini mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili ishirini na sita kwa niaba ya Mheshimiwa Alhaji Jabiri Musa Sheki Mweri mkuu wetu wa wilaya ya Dodoma, ninatumia nafasi hii kutamka rasmi zoezi la ubainishaji wa watoto na wanafunzi wenye mahitaji maalum katika wilaya ya Dodoma limezinduliwa rasmi. Tukalitendee haki.